Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja kwa tuhuma za mauaji ya Vincent Diamond Mwenda mwenye umri wa miaka 38 fundi ujenzi, ambaye pia alikuwa katekista wa kanisa Katoliki parokia ya Mtakatifu Teresia wa mtoto wa Yesu Tazara Tunduma, mkazi wa mtaa wa Migombani Tunduma, wilaya ya Momba mkoani Songwe, aliyefariki dunia Mei kumi elfu mbili na ishirini na tano kwa kushambuliwa na kitu chenye ncha kali kichwani akiwa ndani kwake amelala na kuteleke, na, kutekele, na kutekeleza tukio hilo. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SASPI Augustino Senga, amemtaja mtuhumiwa aliyekamatwa anatambulika kwa jina la Rameki Maltusi Mwa Mlima mwenye umri wa miaka 29 afundi magari mkazi wa Mgombani Tunduma, ambaye alikamatwa Mei 20, 2025. Aidha, uchunguzi wa awali umebainisha kuwa sababu za mauaji hayo ni wivu wa kimapenzi ambapo mtuhumiwa alikuwa akimtuhumu marehemu kutembea kimapenzi na mke wake. Upelelezi wa tukio hilo bado unaendelea, pindi utakapokamilika jalada litapelekwa ofisi ya taifa ya mashtaka kwa hatua zaidi za kisheria uchunguzi wa awali umebainisha kuwa sababu za mauaji hayo ni wivu wa kimapenzi ambapo mtuhumiwa alikuwa akimtuhumu marehemu ya kutembea kimapenzi na mke wake na hivyo kutekeleza mauaji hayo kama kisasi. Upelelezi wa tukio hilo bado unaendelea na utakapokamilika jarada itapelekwa ofisi ya mashtaka ajili ya hatua zaidi za kisheria ikiwa ni pamoja na kumpeleka mahakamani. Kwa hiyo mtuhumiwa amekamatwa na sababu za awali zinaa kabisa ni wivu wa kimapenzi. Aidha, kwa matukio mengine katika operation hizo ambazo tunaendelea nazo, tumeweza kukamata silaha mbili aina ya pisto. <coughs> E, askari wetu akiwa doria mkoani wamefanikiwa kukamata silaha aina mbili, pisto moja ikiwa ni aina ya reta G91C yenye namba za usajili R1 YGC MOYO1 24425 na, 24, na kaliba inasema milimita kipenjo chake ni, ni 9 mm ikiwa na risasi 150 kwenye kasha zake slaini mpya kabisa. Kasha zake tatu, kila kasha ikiwa na risasi 50 ikiwa na rangi nyeusi silaha hiyo ilikamatwa eh, mnamo tarehe 21 mwezi huu wa tano mwaka 2025 majira ya saa tano, saa kumi na moja na nusu jioni kwenye maegesho ya magari eh, maeneo ya majengo tunduma ikiwa imetelekezwa na mkoba wake ambao mtauona lakini pia kuna silaha nyingine aina ya pistol pia silaha nyingine aina ya pito yenye namba CZ92 aina ya Browning yenye namba za usajili A42 8007 na kaliba 6.35 kaliba kipenyo, ikiwa na risasi sita yenye rangi eh, ya gold na weusi eh, ikamatwa mnamo tarehe 14 mwezi wa tano majira ya mchana maeneo saa sita mchana maeneo ya soko la black kule Tunduma wilaya ya Momba. Itakumbukaa silaha hiyo ambayo tutaiona baadaye iliibiwa katika tukio la uvunjaji lililotokea eh, nyumbani kwa bwana Emmanuel John Fungo ambaye ndio mmiliki wa silaha hiyo eh, ambayo ilitokea tarehe tano na tarehe kumi na tatu mwezi wa tano mwaka huu ambayo ni maeneo ya Haloli kata ya Vwawa wilaya ya Mbozi. Na katika ukamataji wa silaha hiyo katika e, soko hilo la, la black market kule Tunduma, mtuhumiwa alifanikiwa kukimbia na kuitupa silaha hiyo. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linaendelea na msako mkali kuhakikisha kwamba mtuhumiwa na hata wale waliovunja wanaweza kukamatwa na kufikishwa e, kwenye vyombo vya sheria kwa hatua zaidi. Nipende kutoa shukurani kwa shukuru wananchi matukio yote mawili kwa jinsi ambavyo wameweza kutoa ushirikiano kwa Jeshi la Polisi kwa taarifa na hata ukamataji.